Mamlaka ya hali ya hewa kutoka nchini Zimbabwe wametembelea mamlaka ya hali ya hewa Tanzania wakilenga kuimarisha masuala ya hali ya hewa nchini mwao. Akizungumzia ujio huo, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Dr. Ladislaus Chang'a, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa jopo mataifa, la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa duniani, amesema sababu kubwa ya wao kuja Tanzania ni mchango wa Tanzania katika kuimarisha hali ya hewa barani Afrika. Waliomba siku nyingi waje kujifunza kutoka kwetu ni namna gani ambavyo tunaimarisha uh, uangazi ni namna gani ambavyo tunaimarisha uchakataji wa uh, taarifa za hali ya hewa, ni namna gani ambavyo tunaimarisha uh, utoaji wa utabiri na taarifa za tahadhari, ni namna gani ambavyo tunaimarisha usambazaji wa taarifa, na ni namna gani ambavyo tunaendelea kujenga umahili na weledi katika tasnia nzima ya hali ya hewa kwa ujumla wake. Kwa hivyo sisi tulikubali uh, ombi lao na hivi leo wamefika hapa. Kwa hivyo tumeanza uh, kazi hiyo ya kukaa na wenzetu na kuwashirikisha uh, yale ambayo uh, sisi tumeweza kuyafanya vizuri zaidi ikiwa ni pamoja na masuala ya uh, uangazi uh, lakini masuala ya utabiri na utoaji wa tahadhari, lakini vilevile vile masuala ya uh, quality management system ambayo pia sisi tunayafanya vizuri. Kwa hiyo kuna maeneo kama sita hivi ambayo wenzetu uh, waliomba na sisi tumejiandaa kuwashirikisha ili kuendelea kuwajengea uelewa. Lakini pia amesema miundombinu ambayo imewekezwa Tanzania ndiyo sababu kubwa ya uwezo huo ambao mataifa mengine yanatambua, huku akieleza kuwa lengo ni kuendeleza ubora huo na kuwa kitovu cha utoaji wa huduma bora za hali ya hewa barani Afrika. Wenzetu kutoka Zimbabwe eh, tayari baada ya kufanya wasilisho ya mambo mengi tunayoyafanya wameonyesha uh, nia na hamasa ya kutaka sana kuendelea uh, kujifunza kutoka kwetu ikiwemo uh, kuleta wafanyakazi wao waje wajifunze katika chuo chetu cha taifa cha hali ya hewa. Lakini pia uh, wamelizishwa wame sana na umahili na weledi tu ambao tunao katika masuala ya uchakataji wa taarifa uh, data quality management na quality control ambao sisi tunafanya vizuri, lakini vile vile Uh, wameridhishwa pia na namna ambavyo tuna uh, weka mchakato wa utabiri kwa, kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo wameyaona na tayari wameonyesha nia ya kuendelea kutaka kujifunza. Nichukue fursa hii kwa namna ya pekee kuendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya hali ya hewa na kuwajengea wataalamu wetu wa hali ya hewa umahiri na weledi ambao ndio umepelekea nchi zingine nyingi kutaka kuja kujifunza kutoka kwetu. Hawa Zimbabwe sio wa mwisho na sio wa kwanza. Hivi uh, tunavyozungumza ni kwamba kuna nchi zingine uh, kadhaa ambazo pia wameomba kutaka kujifunza kwetu, na sisi wakati wote tunaonesha ule utayari wa kuwasaidia. Uh, ni pamoja na wenzetu kutoka Sierra Leone ambao pia tayari tuko kwenye mazungumzo, lakini pia wenzetu kutoka Gambia, wenzetu kutoka Guinea, uh, wenzetu kutoka Zambia na nao pia wameonyesha nia na wameleta maombi ya kutaka kuweza kujifunza kutoka kwetu. Lakini pia hivi karibuni tulikuwa uh, na, na wataalamu wetu walienda kule Burundi ambako waliendelea kuwajengea weledi uh, we, we na umahiri katika masuala ya uh, utoaji wa huduma za hali ya hewa. Hii mwaka jana tulikuwa Namibia. Kwa hivyo kwa ujumla na kwa ufupi ni kwamba kutokana na uh, uimarishaji mkubwa wa miundombinu na rasilimali watu katika Mamlaka ya hali ya hewa unaofanywa na serikali basi sisi tumepata hiyo fursa ya kuweza kuaminika kimataifa na kuweza kuombwa kuwasaidia nchi zingine kama ambavyo nimezitaja. Kwa hivyo tunawashukuru sana serikali, na tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba nchi zote zile ambazo zinaomba tuwasaidie basi tunawasaidia ipasavyo. Takriban nchi kumi kati ya nchi eh, hamsini na nne za Afrika tayari eh, zinakuwa na mahusiano mazuri na wanaomba tuwasaidie na lengo letu ni kuendelea kuendelea kuwa kitovu cha ubora katika utoaji wa huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika na ukanda wa nchi zinazoendelea. Na sababu ya kufanya hivyo, tunayo uwezo tunao na nia tunayo na tunaamini tutaweza. Wageni hao kutoka Zimbabwe watakuwa nchini Tanzania kwa siku tano. Zaituni Mkwama, Daily News Digital. <muchasimu>